Baba na kuhakikishia nitaitunza familia yetu Raila Junior. Raila Junior hotuba yake ambayo imeweza kuzua gumzo sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa ni baada ya maneno machache ambayo aliweza kutoa katika msiba ule wa baba yake mzazi. Raila Odinga. Huyu Raila Junior ni mtoto ambaye alipewa jina la baba yake Raila Odinga. Sasa karibu nikupitishe katika hotuba yake ambayo aliweza kuongea maneno mazito ambayo watu wengi waliweza kuomboleza sana, baada ya kuona mtoto yule anatamka maneno mazito kwelikweli. Mimi ni Daudi Alexander Scott Rizzi, hapa ni Dax Media. Maneno ya mtoto wa hayati Raila Odinga yamegusa hisia za watu wengi na kusababisha maelfu ya waombolezaji kulia kwa uchungu. Nafahamu kwa hakika kwamba kaka yangu Fidel hayupo tena. Mimi ndio mwanaume katika familia. Nataka kukuhakikishia kwamba nitatunza familia yetu, mama Rozi Wini na familia kubwa ya kisiasa ambayo umeiacha. Asante kwa kunipa jina lako, na kamwe haukuwahi kunipa uzito wa jina hilo. Raila Odinga Junior. Maneno hayo ambayo aliyasema katika hatua za mwisho za kuaga mwili wa baba yake Raila Odinga. Wakati wa ibada ya kuaga mwili wa Raila Odinga leo, Raila Junior alikuwa katikati akipokea fly whisk kwa maana ya kwamba kisu cha heshima na kofia ya baba yake, ishara inahusishwa na uongozi na heshima. Pia imeripotiwa kwamba aliwaambia familia ya Raila, nitaitunza familia yetu. Ujumbe wa kumwahidi baba yake kuwa atasimamia familia yao. Hotuba yake ilikuwa na maneno ya heshima, kumbukumbu ya urithi wa Raila na ahadi ya kuendelea na wajibu wa familia ya kisiasa. Na sasa karibu nikupitishe katika historia ya baba yake Raila Odinga, mwanzo hadi mwisho, historia tamu ya kusisimua. Raila Amolo Odinga, mzee wa vitendawili. Leo tunazungumzia mwanasiasa ambaye jina lake limeandikwa kwa herufi kubwa katika historia ya Kenya, mwanaume ambaye amepigania demokrasia haki na usawa kwa zaidi na ya nusu karne. Hivi sasa, huyu si mwingine ni bali ni Raila Amolo Odinga, maarufu kama baba au Tinga. Raila alizaliwa tarehe saba Januari mwaka 1945 katika kijiji cha Maseno, kaunti ya Siaya ni mwana wa marehemu Jaramogi Oginga Odinga makamu wa kwanza wa rais wa Kenya. Kutoka utotoni Raila alijifunza thamani ya uongozi, ujasiri na kupigania kile anachoamini. Baada ya masomo ya msingi na sekondari, alisomea uhandisi nchini Ujerumani, ambako alijifunza nidhamu na ufalsafa ya kijamii iliyomjenga kuwa kiongozi mwenye msimamo thabiti alirejea nyumbani akiwa na ari ya kujenga Kenya iliyo huru na yenye haki ndani yake. Lakini safari haikuwa rahisi. Raila alikumbwa na changamoto nyingi, alikamatwa akafungwa na hata kuteswa kwa misimamo yake ya kisiasa. Lakini kama msemo wa Kiafrika unavyosema, mti ulionyoka tangu chipukizi hauwezi kupindishwa. Raila hakuyumbishwa. Amehudumu kama waziri wa kazi, waziri wa nishati, waziri wa miundombinu na pia waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Kila nafasi aliyoshikilia alitumia kusukuma maendeleo na mageuzi katika siasa. Raila amekuwa nembo ya upinzani imara katika watu wa kawaida na sauti ya wale waliosikika kupitia chama chake cha ODM amesimama mara kadhaa kuwania urais akileta matumaini mapya kwa mamilioni ya Wakenya. Leo Raila Odinga anabaki kuwa ishara ya uvumilivu, ujasiri, mapambano yasioisha kwa ajili ya haki. Ni kiongozi ambaye historia itamkumbuka si kwa makosa yake, bali kwa uthubutu wake wa kusimama kwa wakati mwingine walikaa kimya. Huu ndio ulikuwa wasifu wa Raila Amolo Odinga, mwana wa Jaramogi, mzalendo wa kweli na baba wa taifa lisilotishwa na giza la ukandamizaji. Shusha komenti yako hapo chini, unazungumzaje historia hii ya Raila Amolo Odinga pamoja na hotuba ya mtoto wake ambayo imeweza kuzua gumzo sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii?